Bismillahir Rahmani Rahim Mheshimiwa Sheikh Saleh Omar Kabi Mufti Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Mwalimu Dk. Haruna Ali Suleiman Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Katiba Sheria ya Utumishi na Utawala Bora Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa Mkuu wa Mkoa Mjini Magharibi Sheikh Hassan Othman Gwali Kadhi Mkuu wa Zanzibar Sheikh Mahmud Musa Wadi, naibu mufti mkuu wa Zanzibar, Sheikh Osman Ame Chum, naibu kadhi mkuu wa Zanzibar, katibu mtendaji wa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar, mkurugenzi wa shirika la utangazaji Zanzibar, wajumbe wa kamati ya maandalizi ya mashindano haya, waalimu na majaji wa mashindano haya, ndugu wanahabari, ndugu wananchi, Mabibi na mabwana. Salamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatu. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika mashindano ya kimataifa ya kuhifadhi Qur'an tukufu Afrika yanayosimamiwa na shirika la utangazaji Zanzibar kwa kushirikiana na ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar. Namwomba Mwenyezi Mungu atupe baraka katika mkusanyiko wetu huu wa kheri na atulipe fadhila nyingi kwa utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar kwa kushirikiana na shirika la utangazaji Zanzibar kwa kunipa heshima hii adhimu ya kuwa mgeni rasmi kwa mara ya pili katika mashindano haya ya kimataifa ya kuhifadhi Qurani Afrika yanayofanyika katika viwanja hivi vya amani. Ndugu Waislamu, ndugu wananchi, nachukua fursa hii kutoa shukrani kwa wageni wetu wote waliotoka mbali, waliotoka nchi mbalimbali mbali, zikiwemo majirani zetu wa Afrika Mashariki na wale waliotoka nje ya Afrika Mashariki. Kwa hakika tumefurahi kuwa pamoja nanyi na tunawashukuru na kwa kuungana nasi katika shughuli hii. Karibuni muungane na ndugu zenu katika Uislamu na mufurahie hali ya amani na ukarimu wa wananchi wa Zanzibar. Aidha napenda kutoa shukrani maalum kwa washiriki wa mwaka huu kutoka nje ya Zanzibar. Nimefurahi kusikia kwamba mwaka huu takriban nchi nane za Afrika zimeshiriki mashindano haya makubwa ikiwemo Komoro, Algeria, Nigeria, Kongo, Afrika Kusini Senegal, Kenya, Tanzania bara na wenyeji Zanzibar. Hakika mashindano haya ni fursa nyingine ya kuimarisha ushirikiano wa nchi za Afrika katika kuendesha masuala kama haya ya kidini na ya kijamii. Hali hii inazidisha uhusiano mwema uliopo kati ya wananchi wa nchi zetu na kuacha urithi mwema kwa faida ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Binafsi nimefurahishwa sana kwa ndugu zetu hawa kuwa pamoja nasi leo hii. Namwomba Mwenyezi Mungu awape maf mafanikio zaidi washiriki wetu wote. Aidha, namwomba Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kuyaendeleza mashindano haya waandaaji kila mwaka na awajalie wapate mafanikio zaidi. Nachukua fursa hii kuwashukuru waumini na wananchi wote kwa kuacha shughuli zenu mbalimbali mbali na kujitokeza kwa wingi katika kufanikishwa katika kufanikisha mashindano haya. Kwa kweli mwitikio wenu huu ni fursa ya kujitangaza kimataifa kuwa nchi yetu ni yenye amani, umoja na mshikamano. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika mwendo huu mwema. Ndugu Islam na ndugu wananchi, napenda kuzipongeza sana taasisi mbili hizi, ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar na Shirika la Utangazaji Zanzibar kwa kushirikiana na wadhamini mbalimbali kuweza kuyaandaa vyema mashindano haya makubwa kwa mara ya pili mfululizo. Hakika ushirikiano wa taasisi hizi mbili umewezesha kufanikiwa kwa shughuli hii kama sote tunavyoshuhudia. Hivyo ni wajibu wetu kuwapongeza na kuwaunga mkono ili mashindano haya ya kuhifadhi Qur'ani Zanzibar yazidi kuwa tukio kubwa na muhimu linalowaleta nchini washiriki kutoka mataifa mbalimbali mbali na kuitangaza nchi yetu. Hii ni hatua muhimu ya kwenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuimarisha utalii kwa kubuni matukio mbalimbali na matamasha ambayo yatawavutia washiriki wengi kutoka ndani na nje ya nchi yetu kama tunavyoshuhudia kupitia mashindano haya. Ndugu Waislamu na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, ni dhahiri kuwa washiriki wa mashindano haya waliosoma leo na kuonyesha vipaji na uwezo mkubwa wa kuisoma Qur'ani na kuihifadhi ni matokeo ya juhudi zao binafsi na bidii za walimu wao waliofanya kazi kubwa ya kuwaandaa vijana hawa. Nachukua fursa hii kuwashukuru sana walimu wote wa madrasa wanaofanya kazi hii kubwa ya kuwasomesha vijana wetu Qur'ani na kuwakuza vijana hao kwenye maadili na tabia njema. Hakika wanafanya hivyo wakitegemea ujira na malipo yao kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri. Aidha, napenda kuipongeza Ofisi ya Mufti Mkuu kwa kuendelea kutoa mafunzo ya waalimu wa madrasa hapa nchini ili kuwajengia uwezo na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Ndugu Islamu na ndugu wananchi, tukiwa tumo ndani ya kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, niwahusie na kuwasihi ndugu zangu waumini kuzidisha kufanya ibada. Mafunzo ya dini yetu yanatueleza katika kumi hili ndani yake umuusiku wenye cheo wa Lailatul Qadr, ambao mwenye kuudiriki kwa kufanya ibada hupata fadhila nyingi. Hivyo basi, ni wajibu wetu kila mmoja ajitahidi kufanya ibada kwa wingi ndani ya siku zilizobaki, ili kunufaika na baraka zilizoomo katika kumi hili la mwezi huu mtukufu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kunufaika na fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na sote tuidiriki usiku mtukufu wa Lailatul Qadr insha Allah. Ndugu Waislamu, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kwa mara nyingine natoa shukrani zangu kwa ZBC kwa kushirikiana na ofisi ya mufti wa Zanzibar kwa kuandaa mashindano haya makubwa ya Afrika hapa Zanzibar ambayo hakika yamefanikiwa sana. Aidha, nawashukuru majaji wa mashindano haya kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya kazi nzuri walioifanya iliyopelekea kupata matokeo ya washiriki wetu wa leo. Kadhalika nawashukuru na kuwapongeza na washiriki wetu wote, walimu na wageni wetu, nyote mliohudhuria mashindano haya. Aidha na kushukuruni wananchi nyote mlioacha majukumu yenu na kuwa pamoja nasi tokea asubuhi hadi sasa tunapohitimisha shughuli hii. Shukrani maalum nazitoa kwa waandishi wa habari kwa kuweza kuyarusha matangazo moja kwa moja na kuweza kufuatiliwa na wenzetu ambao hawakuweza kushiriki nasi katika viwanja hivi vya Amani. Sasa kabla sijahitimisha hotuba yangu napenda niseme jambo moja la mwisho. Hivi karibuni nilikuwa katika mashindano ya kimataifa kule Dar es Salaam yanayoandaliwa na taasisi ya Al Hikma Foundation chini ya Sheikh Kishki. Kama kuna jambo nimejifunza ni, ni mafanikio makubwa waliopata wenzetu katika mashindano yale. Wakati nafika katika mashindano yale njiani huku nje ya uwanja nilikuta umati mkubwa. Nikauliza, hawa mbona wamechelewa kuingia? Nikaambiwa sio kwamba wamechelewa, hao wako toka alfajiri na wengine walikuja wakalala hapo hapo uwanjani na daku madaku, wameleta daku kwa ajili ya kupata daku hawa, wamelala ndani ya uwanja kusubiri mashindano yale. Kwa hivyo uwanja wa Mkapa ulifurika, uwanja wa nje ule wa wa taifa ulifurika, na bado kulikuwa kuna watu wengi nje wakisubiri nafasi ya kuingia ndani. Sasa tulichojifunza kutokana na mashindano yale ni wenzetu kuweza kuyakuza kutoka steji ya chini mpaka ikafika steji ya kimataifa. Walianza kama mashindano ya madrasa ya Alhikma, baadaye wakayafanya yakawa mashindano ya, ya mtaa, baadaye wakayafanya yakawa mashindano ya kata au kwa huku wetu, kwetu ni wadi, baadaye yakawa ya wilaya, ya mkoa, ya kitaifa, ya Afrika Mashariki ya, ya Afrika na sasa hivi ni ya mabara yani ya dunia nzima. Kwa hivyo na sisi hapa nataka nitoe rai kwa waandaji wetu. Tulifanya ya Afrika Mashariki yakafana. Leo tumefanya ya Afrika yamefana. Sioni sababu kwa nini na sisi sasa tusifanye ya kimataifa, ya mabara yote. Kama ni mahudhurio kama tunavyoona uwanja huu umejaa, na hapo nje uwanja nao umejaa, na, umeja, na wapo watu wengi wangeweza kuingia humu ndani, lakini imeshindikana kutokana na sababu ya kuyatunza haya majani kwa mashindano yanayokuja. Lakini safari iliyopita tuliona watu humu tulipo sasa hivi pia kulifurika. Kwa hivyo tunao uwezo wa kuujaza uwanja huu na hata nje watu wakawa wengi. Kwa hivyo, naomba niwafikishie waandaaji walitizame Swala hilo la kufanya mashindano haya yawe makubwa zaidi. Na tuwashukuru sana Al Hikma Foundation kwa ushirikiano wao wanaotupa, na bila shaka tutajifunza kutoka kwao njia nzuri zaidi ya kulitimiza hilo. Ndugu Waislam na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani za pekee kwa kamati ya mashindano pamoja na wafadhili wote waliotoa michango yao katika kufanikisha mashindano haya ya mwaka huu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu akulipeni nyote kila laheri na iwe sababu ya kutujalia sote tulioshiriki tupate malipo mema. Amin. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.